Kwa mara ya kwanza rais William Ruto ameonekana kumrushia cheche za maneno waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi, rais Ruto akisema kuwa Muturi alikuwa hajui kazi yake vizuri wakati alikuwa mwanasheria mkuu, hapa akimlaumu kwa kuchelewesha mikakati hitajika inayoendana na wakfu kuwafaidi Waislamu.

Kwa upande wake Waziri Muturi akisema kuwa hakuna kifungu katika wakfu kinachompa mwanasheria mkuu majukumu ya kutekeleza ufadhili huo. Haya yanajiri wakati ambao mwanasheria huyo ameonekana mara kwa mara akiikashifu serikali kwa utendakazi mbaya na pia kuibua maswali si haba kuhusiana na utekaji nyara nchini. Aidha, well, Rais I mean, so right William Ruto amewarahi viongozi wa kidini kutoingiza kiburi katika masuala ya kidini, akisema kuwa Kenya inapaswa kujivunia uhuru wa kuabudu, kwani kunayo mataifa ambayo yana uhuru finyu wa kuabudu.

the freedom of worship in Kenya. Let us not tusiingize kiburi katika mambo ya dini katika taifa letu, taifa la Kenya. Tumebarikiwa na nafasi ya uhuru wa kuabudu katika taifa letu. Rais alizungumza haya katika hafla ya iftar katika ikulu ya Rais Nairobi. Fred Kwambua, Undugu TV.